Maana nasema jambo la kwanza sasa ambalo nataka kuzingatia, mtu wa Mungu, ili makubwa yatokee, unahitaji kumwelewa Mungu nakumpa nafasi. Mpe nafasi, kwamba katika hili anayeweza ni fulani, anayesaidia ni fulani. Mpe Mungu nafasi, kwamba Mungu amesema. Basi ni mruhusu Mungu afanye kila ambacho amesema kwangu maana Mungu amesema nitakuwa mtu mkubwa, nimruhusu afanye afanya. Nikupea ushuhuda mmoja, umetokea jana jana. Eh, tukua tupende kufanya huduma mali fulani. Mtu wa Mungu moja amejenga nyumba yake vizuri, tukaenda kui, kuiweka wakfu kwa ajili ya makazi. Sasa yule mtu ni mmoja wa wanafamilia yetu. Tulipoenda mimi nikashuhudia vile ambavyo amekuwa mwanafamilia, vile ambavyo nimemfahamu, nikashuhudia na yeye pia alishuhudia, lakini jambo hili limekuja kwa baraka sisi kwetu, kwa sababu wakati Mungu ananipa eh, ananipa nafasi ama ananipa wito wa kulifanya hilo jambo. Haya ambayo yanatokea sasa hivi mimi sikuyaona, lakini Mungu aliyaona akasema huyo mtu atakufaa kesho. Mimi sikujua, lakini Mungu alifanya nini? Alijua na nashukuru kwamba Mungu, hata jana nilimwambia kwamba kijana ya mkini nakutoka na kutoka mimi ni umbali wa kilomita eh, zaidi ya elfu moja mia nne mia tano, ni mbali sana ni sawa vile ambavyo Ruthu alimwambia, alimwambia Naomi, si ndio? Mungu wako atakuwa Mungu wangu, utakachokula ndicho nitakachokula mimi, uendako utakuwa wote. Siku aje hajui na kwenda wapi, lakini anamwambia tutaambatana wote kwa pamoja. Ndivyo Mungu alivyosema kwamba huyu kwamba huyu Naomi usimwache, atakuwa ni mmoja ambao atakuwa kwenye mfereji wa uzao wa nani? O Yesu Kristo no na umesema hapana, ubaki maisha yako haya, kaa nayo maana wewe ni binti, tafuta mme. Hapo anasema hapana, nitaenda na wewe mkwe, siwezi ukuacha. Akaondoka naye, kumbe ndiye mbaya Kristo atakuja azaliwe kwenye kizazi chake, lakini yeye akuona, Naomi akuona Mungu alijua kwamba hapa atapita, atapita mkombozi hapa, kwamba hapa atapita mtu wa muhimu hapa, hapa atapita mtu wa maana hapa. Mungu aliona. Sijui kijana, wakati namwambia eh, twende nyumbani tukaishi wote, alikubali tu kwa moyo mmoja, bila kufikiria na, na kwenda mbali. Sikujui, akakubali na mimi sikujua kwamba kesho itakuwa na nini. Ni kwambie mtu wa Mungu nisema kwamba kesho yako iko mkono wa Mungu. Hatima yako iko mkoni mwa Mungu. Iyo destiny iko mkoni mwa Mungu. Kwa hiyo huyo Mungu ndio unapaswa kumwelewa sana. Usimwelewe mtu, mwelewe Mungu ndio mwenye kuusul lako Mwelewe Mungu ndiye na mpango na wewe. Mwelewe Mungu ndiye anajua njia zako. Mwelewe Mungu ndiye anajua kesho yako. Anajua maisha yako. Anajua utafikaje hapo. Mwelewe Mungu, usimwelewe mtu. Mungu akisema jambo, wewe libebe, ile aki Mungu unaenda nalo. Hata kama unaiona aliwezekani ngumu kiasi gani, lakini libebe, Mungu anajua faida yake kwako kesho. Mungu anajua. Yule kidani pomwambie twende. Amekuja hapa tumeishi naye, lakini leo hii ni msaada kwangu, hata kwenu pia, hata <laughs> kwenu pia ni msaada, kwa sababu wakati mwingine nimemtumia kwa kazi ya kanisa, hata hela sina, njoo ufanye hapa, anakuja nafanya, anaondoka. Kumbe Mungu alijua ipo siku nitakuwa mchungaji, nitakosa nitakosa, nitakosa nini? Nitakosa nguvu kazi. Kwa hiyo kuna mtu ambaye Mungu anamwandaa kwa ajili ya hiyo kazi. Yupo. Maana Mungu alijua. Ni wa kushuhudia hapa kwamba Mungu alijua kwamba tunaandaa vitu kwa ajili ya huduma hii. Mungu alijua. Sisi tukasema pale Buguruni pale mchungaji akiondoka kwa sababu mchungaji wote mwinjilisti anapenda kutoka na vyombo kwa kutoka nayo. Kwa hiyo akiondoka na vyombo tunabaki hakuna vyombo pale kanisani. Vimeenda na mchungaji. Na si yani, mimi ni akili nikiwa mzee wa kanisa m kwamba sasa waweza kufanya hii huduma lakini isiwe sadaka ya kanisa Fanya wewe ili mchungaji akibeba vyombo wewe unachukua hivi, vinatumika kanisani kwa wakati huu. Kwa tukafanya mpango na mama, tunione ni maspika hai, tukanunua maspika, tukanunua seti ya vyombo yote complete, kila kitu mixa ni, nini ni tukanunua vyote, kwamba akitoka basi tunapeleka vyombo wapi? Kanisani tunavitumia, tukanunua kwa lengo hilo. <coughs> lakini pia itokea mujiza mwingine kwamba huyu mnamuona Edomu huyu alikuwa msumbufu kwangu, wakati fulani, muda fulani, alikuwa msumbufu kiasi kwamba uh, alipenda hiyo muziki akiwa mtoto mdogo, na TV inapopiga, naingia kwenye TV asikie nani na anaongea

Sasa so, pale wale ufukuzwa ufukuzwa. Kwa hiyo kanakuja nyumbani kanalia. Nini? Ah, nitakupe kinanda umenifukuza. Hiyo tu, eh. Tukaenda maisha hayo kakakuwa. Kakaenda form 1. Hapo form 1 anaanza kutoka shuleni eti anakwenda kupiga vinanda huko nje, kwenye mabaa. Kanapiga vinanda kule. nafusa afusa alikuwa anapiga anatoka ana kwenda anaenda umo kwenye mitaani umo yani ovyo ovyo, kero kupiga kinani. Kana toroka. Sasa baadaye tukakabana sehemu fulani. Baada kama tukakabana sehemu fulani, tivyo kabana. Kabana, kabana. <coughs> Akasema, baba nisamee. Nini shida? mimi napenda muziki. Ah, okay sana. Basi subiri. Tutakununulia kinani mdogo wake yeye pia anajua mambo ya mziki hayo, nikamwambia bwana, kafanya utafiti vinanda kule na vitu vingine milioni cha hiyo nne, tukanunua kwamba lengo mmoja wapo ajifunzie nyumbani kwao ikawa, ikawa zawadi yake, tukamtunuku zawadi yake. Usieni tena mitani kwao, unapokusumbua wasikusumbue. Tuna kina Urono kwa, kwa tukafanya kazi ya kumuita mtoto wa Urono alikuwa yeye anajua kinondo kiranda Innocent kwamba aje nyumbani amfundishe. Alikuwa anakuja nyumbani amfundishe, maana kiranda sasa anacho, usitoke tena. Lakini sasa huwa hatosheki, lazima aenda akajifunza kwa wengine, aje afanye mazoezi basi kwa pale pale akapate vitu kule ili aje afanye mazoezi wapi? Nyumbani. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilitokea tukajikuta tuna seti ya vyombo na kinanda, mm, kipo kwa hiyo wakati mchungaji anaondoka na vyombo na vinanda, kanisani kumebaki amna kitu, lakini tunapokumbuka tuna vyombo nyumbani tuna kinanda tunabeba, wakati mwingine kinanda peke yake.